Nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dkt Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo ameifanya kwa miaka hii minne. Wote ni mashahidi tulianza naye, lakini Mungu amesaidia tunamaliza naye na kazi kubwa imefanyika Tanzania kipekee. Vile vile nimpongeze Waziri Mkuu wetu kwa kweli, Waziri Mkuu, umemsaidia vizuri sana Mheshimiwa Rais, umekuja kwenye majimbo yetu umemsemea vizuri Rais, umekitetea Chama cha Mapinduzi, lakini vile vile umetusemea sisi wabunge wako vizuri sana. Lakini ukiacha huyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, waziri mkuu, vile vile wakati unazunguka kwenye majimbo yetu, kwa kweli ulitekeleza vizuri sana kazi ya wizara ya uh, waziri mkuu, kwa sababu tuliona ulikuwa ukishughulikia mambo mengi ya serikali hususan kwenye matumizi ya fedha, lakini miradi ya maendeleo na mambo mengine. Kwa hiyo mimi nikupongeze sana kwa kuwa mwakilishi mwema wa Mheshimiwa Rais, na kwa kweli umeitendea haki nafasi yako. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi na maeneo machache ya kuchangia katika uh, bajeti ya ofisi ya waziri mkuu. Eneo la kwanza ni upande wa SGR. Kwanza niipongeze sana serikali lakini nimpongeze sana Mheshimiwa Rais ambaye alichukua ujenzi wa reli ya kisasa upo takriban asilimia thelathini, kipande cha kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma mpaka Makupola. Lakini ninyi ni mashahidi, Mheshimiwa Rais aliweka commitment kubwa, na sasa hivi tumeshuhudia, wananchi wameshuhudia ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Dar es Salam mpaka Dodoma umekamilika na kazi imeanza kuonekana. Naomba tumpongeze. Lakini Mheshimiwa mwenyekiti ukiacha hilo, data zinatuonyesha ndani ya miezi saba tangu SGR ilipoanza kufanya kazi wamekusanya si chini ya bilioni hamsini na nne na wasta ni wa, wasafiri, kwa, kwa, kwa miezi saba takriban ni milioni moja na laki nane, lakini kwa mwezi takriba ni wasafiri takribanwasafiri laki mbili na nusu wanatumia uh, uh, usafiri wa SGR. Haya ni mafanikio makubwa sana. Lakini ukiacha hilo, mheshimiwa mwenyekiti, wote ni mashahidi mbali ya usafiri wa ndege ambao wa wachache walikuwa na uwezo wa kutumia, lakini tumepunguza sana mwendo wa kukaa barabarani kutoka masaa tisa hadi kumi hadi masaa matatu hadi masaa manne Haya ni mafanikio makubwa sana kwa serikali ya awamu ya sita. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme nini? Tuna loti ambazo tulisha saini mkataba e, kipande cha Dodoma hadi Makutupola kipo zaidi ya asilimia tisini, lakini kuna loti ya kutoka Makutupola hadi Kigoma, loti ya kutoka Makutupola hadi Mwanza mimi ni mjumbe wa kamati ya uwekezaji wa mitaji ya umma, tumetembelea tumeona kazi ambayo inaendelea na ni kazi nzuri. Niiombe sasa serikali kwa sababu tayari tumeona tija ya uwekezaji kwenye SGR, ni vizuri sasa bajeti inayokuja ikaweka nguvu kubwa kwenye ujenzi wa SGR, tukamilishe leli ya kwenda Kigoma, tukamilishe leli ya kwenda Mwanza. Hilo mheshimiwa mwenyekiti, niliona nishauri serikali. Eneo la pili, mheshimiwa mwenyekiti, ni kilimo. Nimpongeza sana Mheshimiwa Rais lakini vile vile Mheshimiwa Bashe kwa kuweka nguvu kubwa sana kwenye kilimo sisi sote ni mashahidi bajeti bajeti ya ya kilimo imetripo kwa hii miaka minne. lakini bajeti ya umwagiliaji imetripo kwa hii miaka minne mimi katika jimbo langu la Manyoni Mashariki tumepata miradi mikubwa ya umwagiliaji tuna mradi wa umwagiliaji wa Mbwasa wa bilioni 18 ambayo tayari mkandarasi alishasaini mkataba ameshakabidhiwa site na wakati wote ule ataanza kufanya kazi. Haya ni mafanikio makubwa lakini tuna miradi mingine ya umwagiliaji Manyoni, mradi wa Mbwasa, mradi wa Udima, lakini Ngaiti, Msemembo na kwingine. Ombi langu hapa Mheshimiwa Mwenyekiti. Mwaka huu tumeona wenyewe waheshimiwa wabunge mvua hakuna. Sasa serikali kwa kupitia Wizara ya Kilimo hebu ijikite kwenye kilimo cha umwagiliaji. Tuangalie nchi za wenzetu ambao wamejikita kwenye kilimo, Australia, Ugiriki wapi huko? Hawategemei mvua, wanategemea kilimo cha umwagiliaji. Ningeshauri mheshimiwa mwenyekiti, bajeti hii na bajeti ya wizara. Sasa serikali iweke commitment kubwa ya kuhakikisha kwamba tunapeleka fedha nyingi kwenye kilimo cha umwagiliaji ili wananchi wetu waweze kulima mara tatu kwa mwaka, mara nne kwa mwaka. Kwa kupitia hilo mheshimiwa mwenyekiti, tutakuwa tumemkomboa mkulima. Lakini lingine kama nilivyosema, mwaka huu ni mwaka wa ukame sana. Sasa serikali imejipanga vipi kuwasogezea wananchi mahindi ya bei nafuu kama mwaka jana tulivyofanya. Mheshimiwa Rais kwa kweli alitusaidia sana, waheshimiwa wabunge, mahindi yalifika kwenye majimbo yetu ya bei nafuu. Wananchi wanauliza, serikali imejipangaje mwaka huu kupeleka mahindi ya bei nafuu kwa kupitia NFRA, kwa sababu mwaka huu sio mwaka mzuri sana. Mwisho mheshimiwa mwenyekiti, mimi nirudie kuipongeza sana serikali, nimpongeze sana mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa ambayo ameifanya kwenye jimbo langu tumepata fedha nyingi sana. Tuna ujenzi wa shule ya wasichana ya, ya bilioni 4.5 ambayo imeshakamilika na inadahili watoto. Haya ni mafanikio makubwa sana, lakini tulipata 1.9 bilioni ya kujenga pale na kukarabati hospitali ya wilaya, ilishakamilika na inafanya kazi vizuri. Haya ni mafanikio makubwa, na kwa kupitia hili naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana.